E, bwana kama hujasubscribe channel yetu basi fanya hivyo ili uwe kwanza kabisa kupokea taarifa pindi movie zote zinapotoka. Tunaanza na hii moja kali kabisa. Sasa huyu alikuwa ni Moses, kijana pekee wa familia ya mzee Muro. Alizaliwa katika familia iliyojaa upendo, wazazi wake walimpenda sana. Unajua tena ndo only son. Wazazi wake walifanya kila lililowezekana ili kumwezesha kusoma. Walimlea katika misingi ya utu, heshima pamoja na nidhamu. Walimpenda sana ise hasa akizingatia kwamba ndo alikuwa mtoto wao wa pekee kabisa. Baada ya muda, Moses alifanikiwa kabisa kumaliza masomo yake ya chuo kikuu. Alikuwa na akili sana za darasani, wazazi wake akujua kabisa kwamba akili za darasani sio za maisha. Ngoja tuendelee kusikiliza. Atawafurahisha tu, kila mara alikuwa akimwelezea babake malengo mengi sana ya kufanikiwa na kujiendeleza kibiashara. Basi babake aliona amepata bonge la jembe, akujua kama ni jembe butu kila siku walimtabilia makubwa kwa sababu ya mwelekeo alionyesha tangu utotoni. Wakati huo huo, kulitokea fursa ya kazi nchini Marekani iliyotaka wazazi wake kuhamia huko huko kwa miaka mitatu. Mkataba huo ulikuwa na maslahi makubwa sana, na waliona ni muhimu kukubali, ili waboreshe maisha yao. Waliamini kwamba kijana huyo sasa amekuwa mtu mzima tena mwenye uwezo mkubwa tu, anaweza kuendesha shughuli mbalimbali za kibiashara na hata kusimamia nyumba zao wanazomiliki walikuwa na imani sana juu ya Moses pamoja na matumaini makubwa sana. Basi safari ya wazazi wake iliandaliwa haraka haraka. Siku ya kuondoka ikafika na Moses aliwasindikiza wazazi wake katika uwanja wa ndege. Aliwaahidi kwamba atahakikisha kila kitu kipo salama, biashara zinasonga mbele na nyumba zinatuzwa vizuri tu. Basi walimkumbatia habari kwa upendo, wakamwachia funguo zote na kila aina ya nyaraka zilizohitajika kwa biashara walimkabida ata jukumu la kuangalia mashamba waliokuwa nayo nje ya mji. Basi waliondoka pale, na walijua kila kitu shwari. Waliamini kabisa wameacha mali zao, kata Moses alianza tu. Alifungua maduka jumla na naaendza biashara za magai alikuwa alikuwa kwa, kwa wazazi wake nchini Marekani aliendelea hivyo hivyo kama miezi mitatu hivyo, lakini nyuma pazia Moses alikuwa ni mtu wa bata sana na starehe. Alikuwa na genge lake hilo la chuo la kula bata jingi, basi aliamua kuwapigia simu marafiki zake na walikuja wote, wakawa wanaishi hapo kwao. Maisha yao yalikuwa ya nasa sana, walikuwa ni mafundi wa kubeti, walikuwa kisuka mikeka zaidi hata ya ishirini kwa siku. Vilabu vya usiku ulikuwa wakosi, kama kawaida ya vishawishi Moses kuona ubaya kabisa mwanzoni aliona kama maisha yake yanaweza kuwa na burudani nyingi bila kuathiri kazi zake. Alijisemea moyoni, nina akili sana na uwezo kwenda klabu, lakini bado kazi nikapiga. Hakuwa na marafiki wenye akili hata kidogo, na aliingia kwenye mtego bila kujua. Basi siku zikapita, Moses akazidi kukolezwa kabisa na ikaweka za anasa na matumizi mabaya ya pesa. Ilifika muda aiona kushika dukani au ofisini ni kero tu, biashara imemchosha sana na au ni sababu ya kufuatilia kabisa. Alijisemea, Hivi meneja si yupo sasa mimi naenda kufanyaje acha apige kazi za mzee mwenyewe mimi aniletee ripoti tu rafiki yake aliyekao pembeni alimwambia "Moses, una miaka mingi sasa hivi kwa nini ndeseke kusimamia mashamba au kaa benki muda wote maisha ni leo tu acha tusherekee wazazi wako waishakula maisha huu ni wakati wako brother." Walicheka wakizani pesa zinaga mwisho. <laughs> emgwenye tuone, Moses alikuwa anajua pesa siku zote zipo, amezaliwa na ziona na hajawahi kuishiwa kabisa. Kwa hiyo alijihakikishia hakuna siku pesa zitaisha. Siku moja, rafiki yake alikosa hela za kamari. Hapo alimgeukia Moses, "Kaka niokoe mara hii, narudia nitakulipa." Basi Moses alimwamini na alimchomolea kituta cha shilingi milioni tano akampa jamaa baada ya dakika tano mshikaji alipiga kelele he he, he! Nimekula nimeleta zaidi ya milioni kumi na tano. Mimi niliwaambia hii ndio biashara ya kuwekeza, unatajilika kwa mda mfupi sana. Basi Mozesi aliona ndio biashara kabisa. Alianza kutoa pesa ovyoovyo ovyo tu bila kujali kitu chochote. Kila alipopigiwa simu na wazazi wake aliwadanganya, aliwaambia mambo ni mazuri sana, tupo safi na hakuna tatizo lolote. Muda ulizidi kwenda na tabia ya Mozesi ilibadilika kabisa aliacha kabisa kufuatilia mambo ya biashara, hakuwa anaenda kazini kabisa. Alianza kutoa maagizo kupitia simu. Wafanyakazi walianza kushtuka, mbona akaunti za kampuni zinashuka sana? Pesa zinachukuliwa na hakuna uwekezaji wowote unaofanyika. Basi meneja aliyokota simu na akampigia Moses, alifokea sana, unatoa hela sana za kampuni bila kuzirudisha, unategemea kampuni itaendaje? Moses naye akamtupia, wewe meneja sikia, hii sio kampuni ya babako, ni ya babangu. Niliachoa mimi na sio wewe, na mimi ndo natoa ripoti zote kwa mzee na si wewe. Kaa kimya, mambo mengine hayakuhusu. Moses, nakwambia tukiendelea hivi tutafilisika. Lakini Moses akumsikiliza kabisa, aliendelea kutumia pesa tu. Ilifika kipindi alikuwa anawazawadia mpaka marafiki zake magari ya kuuza, alichukua hadi magari ya kampuni. Mzee da, ni kama Moses alifungwa akili vile. Ilipita muda, pesa zikaanza kuisha. Sasa Moses alipoona ana pesa za kutosha kwenye akaunti ya benki, alianza kuuza baadhi ya nyumba za baba yake, na Moses akapata pesa nyingi sana. Basi marafiki zake waliposikia hivyo, walimdanganya moja kwa moja aingie kwenye biashara ya forex. Basi kila aliposhindwa, walimwambia asivunjike moyo, aongeze mtaji zaidi, ndipo atapata mafanikio. Ikabidi waameoyoo faikio tena auze mashamba ya baba yake, baada ya kuliwa sana, ili awekeze tena kwenye forex, lakini aliambulia patupu, alipigwa hela zote kwenye forex basi akaendelea hivyo hivyo, na baada ya miezi michache tu akaunti za benki zikawa zimefilisika kabisa. Hata biashara ya magari ya babake ilianza kudidimia, wafanyakazi walichoka. Meneja alimwandikia message, umeuza magari ila umechukua wewe magari mengine umeopa rafiki zako. Haya, mimi sipo tena kwenye hiyo na kwenye hiyo kampuni utajua mwenyewe. Moses alimjibu, kwa nani alikwambia kampuni na kuhusu wewe? Sasa sikia, yani wewe toka siku nyingi tu haupo. Kama unaondoka, unaondoka zako tu basi marafiki zake walimshauri hivi, anadhani kampuni itakufa akiondoka? Wewe ni mtoto kipekee sana, babako ana connection nyingi Marekani. Wewe usijali kabisa, wakirudi tu mtaongeza magari mengine. Sasa hivi tunaishi maisha, muda utusubiri kabisa. Basi walicheka pale, wakakaa kwenye meza, wakapiga kamari toka usiku mpaka alfajiri, akila pesa zilizotafutwa kwa jeshi la wazazi wake. Siku nyingi sana zilipita, vyanzo vyote vya pesa vilikauka. Mbele ya macho yake alishuhudia mali za babake zikitoweka kama upepo, lakini Moses ya kuona shida kabisa, alijisemea moyoni mwake, lazima nijiongeze hapa. Baada ya muda kidogo, marafiki zake walimshawishi, walimwambia, Moses, pesa zote zimeisha. Tumebakiwa na nyumba moja tu hapa. Ni vema tukauza na hii nyumba ili tupate pesa za kuishi. Moses alikataa, lakini walimforce wakamwambia, tukiuza hii nyumba milioni 200, tukaweka kwenye forex, tutapata zaidi ya milioni mia nane dheni tutakuja kuinunua upya, na sisi tutapata faida karibu ya milioni mia tano. Uone hizo ni akili mzee! Basi walimpumbaza sana Moses kama mjinga vile. Kesho yake walipiga picha nyumba na wakaitupia mtandaoni kuiuza. Waliweka kwa bei rahisi sana, kila mtu alitamani kununua. Thamani ya nyumba haikuendana kabisa na bei iliyouzwa. Basi siku haikuisha, mteja huyo akanua chapu. Walianza kula bata hapo hapo, walikula nyama wakanyamaza. Ikapita miezi mitatu hivi pesa zote walizouza nyumba kwisha, ana tena pa kwenda. Marafiki zake mmoja mmoja, baada ya mwingine, walianza kumkimbia, waliona tena ana maokoto mzee. Alipogundua na pa kukaa, akajikuta akishinda kwenye vibaraza vya baa za mtaa. Alivaa nguo zile zile za zamani zilizochakaa, akumiliki tena simu nzuri wala gari. Hakuwa na mtu wakumtazama, basi alitafuta chumba cha mchongo tu, akajiegesha hapo. Ndipo alianza kujutia kila kitu kilichopita. Aliishi maisha ya shida sana. Alikuwa akipata hela ya kula kwa kuibia watu pesa zao, au kupiga vibarua vya deiwaka. Siku moja, ilipata kibarua cha kubeba tofali maarufu kama saidi ya fundi, kumbe akujua kwamba alikuwa akijenga nyumba ya mmoja wa wale rafiki zake. Wakati anabeba tofali, alimwona rafiki yake Nasim, alifungua kioo cha gari na akawa yuko anaongea na fundi mkuu. Alipomwona tu, alidondosha tofali yaliokuwa amebeba kidogo limponde, alimfata kwa hasira sana. Umetoa wapi pesa za kujenga hii nyumba? Hizi ni pesa zangu, nataka pesa zangu. Alipotaka kuleta vurugu, wenzao walimzuia, ndio ikawa imeenda hiyo. Alijuta sana, alijilaumu na mbaya zaidi, siku za wazazi wake kurudi zinakaribia. Muda ulivyozidi kukaribia ukingoni, mkataba wa wazazi wake ulifika mwisho. Walipanga ratiba ya kurejea nyumbani, wakiwa na furaha tele, kwa kusafiri na zawadi nyingi ambazo walimletea kijana wao. Wakiwa njiani, walisema wanajivunia sana Moses jinsi alivyoongoza biashara na jinsi alivyoleta faida kubwa sana mwezi huu. Waliongea yote bila kujua kabisa aliokuwa anaendelea nyuma ya pazia. Basi walifika uwanja wa ndege, Moses hakuwa amekwenda kabisa kuwapokea. Walishangaa, walidhani labda amebanwa na majukumu mengi, au kuna dharura fulani inamhitaji awepo, yawepo. Baada ya muda, ilibidi wachukue taksi tu, wakuwa na namna. Basi walipanda gari, wakaelekea nyumbani. Ili wanafika nyumbani tu, wanagonga hodi. Alifungua mlinzi, aliwambia, nyini kina nani na tuwasaidie nini hapa? Mama yake Moses alishusha begi lake chini, alishangaa sana, jamani, hapa si nyumbani kwetu au? Mlinzi alisema oo, oh, nishakumbuka hii nyumba ilishauzwa na mmiliki ni mtu mwingine kabisa. Mnasema nini? Babake Moses alijibu, mimi ndo mwenye nyumba hapa. Basi mlinzi alichukua simu akampigia mwenye nyumba. Mwenye nyumba alitoka nje na alikuja na kila kitu kinachoonyesha yeye ndo mmiliki halali wa nyumba hii. Basi hapo hapo walihisi goigoi, miguu ilikuwa mizito sana. Basi walichukua taksi moja kwa moja, kwa haraka wakatembea mpaka ofisi ya kampuni yao ya magari, na huko pia walipofika walikuta mlango umefungwa na ndani kukiwa na tangazo la mnada likisema, mali za kampuni zimewekwa rehani ili kulipia deni la mkopo. Babake Moses almanusura azirai, alimkimbilia mzee akamuuliza, mwenye hii kampuni uko wapi? Mzee alijibu, tangu walipofunga miezi michache iliyopita, sijamuona tena yule kijana. Ilibidi babake Moses atoe vitambulisho vyote kuthibitisha kwamba yeye ndio mmiliki halali wa hiyo kampuni, lakini tayari kulikuwa kumejia lawama sana na mashtaka. Wafanyakazi walikuwa wajalipwa mishahara, wengine walishapeleka hadi malalamiko mahakamani. Basi walizidi kabisa kuchanganyikiwa mamake Moses huku machozi yakimtoka alijaribu kumpigia simu Moses ikawa inaita bila kupokelewa. Basi walitembea mtaani wakimuulizia Moses huku na huku, hatimaye walikutana na mtu anayefahamu ni wapi Moses anaishi kwa wakati huo. Basi aliwaelekeza ni njia gani wanatakiwa kupita. Aisee, kulikuwa ni uswahilini sana, mamake wala kuamini kabisa. Basi walipofika walimkuta Moses amekaa chini. Ghafla mamake alijikuta anaketi naye chini, alimkumbatia Moses. Babake alishindwa kuamini macho yake, alikuwa na hasira sana pamoja na maumivu moyoni, alipofika wala hata kumsalimia, hapo hapo alianza kufuka, Moses, umefanya nini katika mali zangu? Alikaa kimya, machozi yalimtoka babake. Aliendelea kuongea sana kwa uchungu, huku akianaasila sana. Basi baada ya muda kidogo, Moses alikaa chini na alielezea kila kitu, kuanzia marafiki zake wabaya, vilabu vya usiku, kamari, hadi kumaliza mali zote za familia. babake Moses Moses alitamani kumpiga, lakini alijizuia Mama ake alijaribu kuwa mpole, lakini baba yake alipambana ili ampige. Alishindwa kujizuia kabisa na hasira, alimwambia Moses, lazima nikupeleke polisi, lazima leo ukalale selo, sitakuonea huruma kabisa kwenye hili. Alivyomaliza tu kuongea, basi alimshika, alimzibua, alimpiga sana Moses kiasi cha kutoweza kutembea kabisa. Alimshika na moja kwa moja alimpeleka polisi. Alivyofika aliomba polisi, naomba huyu akae humu humu, hakuna kutoka. Alifungulia kesi pale na alimwambia, naenda kutafuta mali zangu upya, naomba nisije kukuona kwangu tena. Wewe wewe, si mwanaume, nenda katafute mali zako. Basi hapo hapo waliondoka na wakaenda kutafuta nyumba ya kupanga, maana hawakuwa kabisa na sehemu ya kuishi. Ilibidi waanze kujipanga upya. Ile uzuri walikuwa wametoka Marekani, kwa makoto kidogo yalikuepo. Tajiri alianza sifuri. Kwa sababu alikuwa na uzoefu wa magari, alifungua biashara yake ya magari, na baada ya mwaka mmoja, ilifanikiwa sana walikaa mda kidogo. Moses alitoka gerezani kwa zamana, ambapo mamake alifanya kisirisiri bila baba yake kujua. Na siku moja babake akiwa amekaa, ghafla alishangaa kumuona Moses. Alishikwa sana na hasira akamuuliza umefuata nini kwangu? Basi mamake hapo hapo alitokea akasema, mimi ndo niliyemtoa, yaliyopita ameshapita, hawezi tena kurudi nyuma, na huyu ni mtoto wetu, ni lazima tumsaidie. Basi alimwombea msamaha kwa babake, lakini alipewa msamaha kwa sharti moja tu, awe usiboi na atakula kwa jasho lake, na hapa ndipo inakuwa mwisho wetu kabisa wa stori hii. Tuandikie maoni yako hapo chini. Je, ungekuwa mamake Moses ungemsaidia mwanao atoke gerezani au ungemwacha suguli mpaka mwisho wa kifungo ili ajifunze maisha? Usiache kutuandikia maoni yako kwenye komenti hapo chini, tuambieni nini tuboreshe au wapi tuboreshe. Pia usisahau kulike, kusubscribe pamoja na kukomenti. Tukutane tena next time. Channel ni moja tu, hapa hapa labaratori yako pendwa kabisa ya stori. Bye bye.